Brian alikuwa kijana mtulivu, mcha Mungu, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Tegeta. Siku moja, akiwa njiani kutoka chuoni, basi alilopanda liligongwa uso kwa uso na lori. Watu saba walifariki papo hapo, Brian akiwemo. Mwili wake ulipatikana ukiwa umetulia, mikono juu ya kifua, macho yakiwa yamefungwa kwa amani isiyoelezeka. Sehemu ya pili, mazishi yaliyogeuka kichawi. Mazishi yalipangwa haraka kijijini kwao Ifakara, lakini dakika tano kabla ya jeneza kufungwa, mwili ulianza kutetemeka. Watu walidhani ni miujiza. Brian alikuwa akirudi hai, lakini alipoamka hakuongea kama yeye. Alitaja jina la bibi yake aliyekufa miaka arobaini iliyopita Alisema, nimepewa nafasi ya kurudi ila sio kwa sababu zenu. Sehemu ya tatu, mwanzo wa hofu. Usiku wa kwanza baada ya kurudi, kaka yake mkubwa alitoweka. Brian hakulala, alikuwa anatamka majina ya watu waliokufa, huku akiandika vitu waridhini kwa damu ya kuku aliyechinjwa kimya kimya. Mama yake alipomuuliza, Brian, unafanya nini? Akamjibu kwa sauti isiyo yake. Brian alimaliza muda wake. Sasa ni wakati wa kurudisha deni la ukoo huu. Sehemu ya nne, Laana ya kifamilia. Ikafichuka kuwa ukoo wa Brian uliwahi kutoa kafara mtoto mdogo ili kupata mali miaka mingi iliyopita. Roho ya yule mtoto ilikuwa imepewa ruhusa kurudi kwa kutumia mwili wa Brian na kulipiza kisasi taratibu. Watu wa familia waliokuwa wameshiriki kafara hiyo walikufa mmoja baada ya mwingine kwa njia zisizoelezeka. Sehemu ya tano, hitimisho la kusisimua. Siku ya saba baada ya kufufuka, Brian alitoweka msituni. Waliojaribu kumtafuta walisikia sauti moja tu kwenye giza: Mlitoa maisha ili mpate utajiri, sasa toweni roho zenu ili muokolewe. Hakuwahi kuonekana tena, lakini kila mwaka tarehe aliyozaliwa familia yake husikia mlio wa jeneza likifungwa, ingawa hakuna kifo kilichotokea.